E baana, unajua hapo katikati kidogo kulikuwa kuna stori mbalimbali zilikuwa zinaendelea kwamba Pastor Kapola alikuwa na ukaribu sana na Niffer. hizo ni stori ambazo zilikuwa zinaongelewa sana na kuna video mbalimbali ambazo pia tumeona, Pastor Kapola alikuwa anajitahidi sana kwenda dukani kwa Niffer, pale anafanya maombi na vitu kama hivyo, na pia huyo, huyo, Pastor Kapola akaenda kwenye duka la huyu mpenzi wa Niffer huyo anaitwa basi, moja kwa moja ni familia ambazo zinaishi kwa amani na upendo sana lakini Inasemekana kwamba taarifa ya kukamatwa kwa Niffer ilimdhoofisha sana Pastor Kapola. Na unajua yani yeye Pastor Kapola anamchukulia Niffer kama mtoto wake wa kiroho, ijapokuwa huku mtandaoni kuna story nyingi sana ambazo zili, uh, zilizuka kwamba Pastor Kapola pengine alikuwa na mahusiano na Niffer kimapenzi na vitu kama hivyo. Hizo ni story ambazo ha hazina kabisa uthibitisho na hata Pastor Kapola alikuwa akiulizwa, alikuwa achukulii sana serious jambo hili, na alikuwa anajibu vile ambavyo anataka, lakini kiukweli ni watu ambao wanaheshimiana sana na ni mtu, ka, yani ni mtu na mchungaji wake hasa. Bana Pastor Kapola, kuna kitu ambacho amekifanya kwenye ibada ya Jumapili iliyopita. Hapa moja kwa moja amefanya maombi kwa ajili ya vijana wote ambao uh, amini wamekamatwa kwa kosa hili ambalo Niffer alikuwa nalo basi, moja kwa moja kuna video mbalimbali ambazo zinasambaa kwa mtandaoni zikimwonyesha Pastor Kapola anafanya maombi na vitu kama hivyo. Kikweli haya maombi yamegusa watu wengi sana na wamefurahia, na kwamba Pastor Kapola amekuwa ni moja kati ya wachungaji wa kwanza kabisa kujitolea kufanya maombi kwa mabinti pamoja na vijana ambao wamekamatwa kwa kosa zima la uhaini hilo ni jambo ambalo limefurahisha sana na watu wengi wamempongeza pasta ka, uh, pasta Kapola, na kusema kwamba pasta ameamua maamuzi sahihi kabisa kuwaombea watu hawa ambao kiukweli sasa hivi wapo katika hali si shwari kabisa. Mimi na imani kabisa, wana mawazo na wanatamani kurudi uraiani na vitu kama hivyo. Basi tuna imani kabisa kwamba maombi ya pasta Kapola na Watanzania yataenda kutendeka vizuri kabisa na Mungu atasikia kilio cha Watanzania. Bana, nikushukuru sana. Mimi naitwa Hansi na hapa ni chaneli yako pendwa, inakutetea habari pamoja na stori mbalimbali. Huwe na siku njema. hapo hapo na nagata <laughs> jamani kama mnavyoona forever marine collagen ziko back in stock hii ni product moja ambayo inapendwa sana na wateja wetu na ilikuwa imepotea kabisa kama mnakumbuka mpaka mimi niliposti kuomba ambayo anazo anipe na mimi ya kwangu niweze kutumia kwa hiyo watu wangu ambao mlikuwa mmekosa collagen, mnataka ku restock collagen, zimerudi lakini, pia nina mawakala wangu wa nguvu wawili ambao ni members kabisa wa Forever. Mmoja yuko Kigamboni, mwingine yuko Zanzibar. Kwa hiyo nitawawekea hapo username zao ili mweze kwenda madukani kwao, mchukue, wanazo Forever marine collagen original kabisa. Na kwenye hili boxi jamani, unapata stash 30. <laughs> so one, you know that okay so you get 30 sachets in this box ambazo unakuwa unakunywa kila siku ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaamua unywe asubuhi kabla hujala chochote, au ule usiku before sleeping after your meal. Kwa jamani, karibuni sana, hizi ni kiboko ni kiboko, ni kiboko, ngozi inakuwa safi kuanzia usoni mpaka kwenye unyayo wa mguu wako. Kama mnavyoziona ziko chache sana, yani siwezi kusema ni nyingi, ziko chache sana. Kwa hiyo jamani, kama mnavyoona, kabuni sana Nifa Cosmetics. <stessizia> <acusia> <laughs> Nako, apu, hey, hey, jamani, Forever Marine Collagen ziko back. So, hii ni product moja ambayo inapendwa sana na wateja wetu na ilikuwa imepotea kabisa, nakumbuka mpaka mimi niliposa kuomba ambayo anazo anipe nadini ya kwangu